Tuendelea na sehemu ya nne ya recap yetu. Nazidi kuwakumbusha likes zenu hunipa mie nguvu, lakini pia msiache kuwasha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea kazi zetu. Siku iliyofuata Dong alianza kutengeneza kifaa cha kubaini mahali pilipo vazi takatifu. Hatimaye waligundua pango lililoelekea mahali pasiri ambapo lingeweza kupatikana. Hata hivyo, walitengana njiani. Shia na Chi walifuata njia ambayo Yong alikuwa amewaonyesha, lakini wakajikuta wameingia kwenye mtego ule ule ambao Chei aliwahi kuwatumia kuwafunga. Safari hii mtego huo ulikuwa na nguvu zaidi. Chi hakuweza kutoroka na wote wawili waligundua kwamba huenda wangekufa humo humo. Wakati huo Shia alikiri kumpenda Chi si kama kaka, bali kwa upendo wa kweli. Ghafla Chi alijitokeza na kusema kwamba huwa ndio ulikuwa wakati wake wa kuwaua kabisa. Akatoa kisu ili kumchoma Shia, lakini Chi akajitupa mbele yake kumzuia. Mara nguvu kubwa ikatoka mwilini mwa Chi ikiharibu kabisa ulimwengu wa mtego waliokuwa ndani yake. Shia alidhani Chi alikuwa ametumia nguvu nyingi na kutoweka, akiamini kwamba alikuwa amekufa. Wakati huo huo, Dong na Yong walikuwa wamefika kwenye eneo la vazi takatifu, lakini lilikuwa limezungukwa na ukuta wa uchawi. Ghafla Chi alionekana tena na kumwambia Shia kwamba hawezi kumwacha kwa nguvu ya pendo wao waliweza kuvunja mtego ule na kuharibu kizuizi cha uchawi. Chi ndiye aliyefika kwanza kwenye vazi takatifu na akawa mfalme wa ulimwengu wa roho. Juan alitokea na kumpa Chi uzi akimwambia kwamba ulikuwa mali ya mfalme wake na kwamba lazima autunze. Baada ya hayo, Chi alirudi nyumbani ili kupona kutokana na yote aliyopitia. Yong alimwita pembeni na kumwonya kwamba sasa kuna nguvu ya giza inayodhibiti moyo wake. Kwa sababu ya nguvu hiyo, hangeweza kumpenda mtu yoyote. Pindi hisia zake zingebadilika, wake ungehisi maumivu makali hadi usingesimama na hangekufa. Chi alijua walipaswa kupata suluhisho lakini hakumwambia Shia. Baadaye, Chi alimwendea Yong na kumpa kivukizo, akimwagiza akiweke chumbani kwa baba yake kisha aondoke. Yong alifanya hivyo bila kujua kwamba kivukizo hicho kilikuwa na dawa iliyosababisha maono. Kiongozi alianza kuona maono ya mkewe aliyekufa na kwa machozi akaanza kuomba msamaha akisema anajutia kutoweza kuwaokoa. Lakini ukweli ni kwamba huyu hakuwa mkewe, alikuwa ni Chi aliyekuwa akijifanya. Alisikiliza yote akiwa mbali. Kisha ilifahamika kwamba Yong aliwahi kuwa na dada na walikuwa familia yenye furaha. Siku moja alimwomba baba yao waende milimani, wakawaacha mama na dada yake nyumbani. Waliporudi usiku, walikuta maafa. Watu waovu wanaoshukiwa kutoka kabila la mapepo walikuwa wamevamia na kuua kila mtu. Sumu ilikuwa imetanda hewani na hakuna aliyethabiti kuingia kuwaokoa waliokuwa ndani. Baba yao alilazimika kuchagua ni nani wa kumwokoa, na akamchagua Yong akiamini kwamba mkewe na binti yake walikuwa tayari wamekufa.

Baadaye Chai alimwendea Dong na kumkuta akibishana na Shia kwa wivu. Alikuwa amegundua wazi kuwa Shia na Chi walipendana. Chai naye alihisi wivu na akaamua kumuua Shia. Alimvamia ghafla, lakini Dong akajitupa mbele kumlinda Shia. Wakati huo Chi alifika kwa wakati na kumzuia Chai. Dong alikuwa amejeruhiwa vibaya na Shia alidhani alikuwa nakufa, lakini Dong akamwambia kwa uchungu kwamba ataendelea kuishi ili tu amfundishe adabu kwa kupenda bila kumwambia, na mbaya zaidi kumpenda adui wake. Licha ya maumivu yake, Dong alijikaza na kwenda kumwona Chi, ambaye sasa alikuwa amefungwa chini ya ulinzi mkali kwa sababu aliamini alikuwa tishio kubwa. Shia alimwomba Dong aachane na chuki na ushindani, akijaribu kumfanya aelewe hisia zake. Mwanzoni hakumpenda Chi, lakini alipoona jinsi dada yake alivyo na upendo wa kweli kwake, Dong alikubali na akawapa baraka zake. Hata hivyo, alimfanya Chi aape kwamba atamlinda na kumpenda Shia maisha yake yote. Chi akaapa na wote wakaanza kujenga upya uhusiano wao. Walianza kushirikiana tena, wakinywa chai pamoja, wakila chakula kwa amani, na polepole pole uhusiano wao ukaboreshwa. Shia alihamia kwa Chi na safari hii waliishi kama wapenzi, si kama ndugu tena. Yong aliwaona wakiwa pamoja na moyo wake ukaumia sana, alipotambua kwamba Shia alikuwa amemchagua Chi badala yake. Siku moja ya kiongozi aliwaita Chi na kumwambia kwamba Shia alikuwa akimhatarisha na kwamba sasa ana majukumu mazito ya kifalme. Lakini Chi kwa ujasiri alitangaza kuwa anaacha cheo chake. Alisema ana anataka tu kuishi maisha ya kawaida pamoja na Shia. Kiongozi alikasirika mno na kumshambulia Chi kwa mjeledi mtakatifu akimpiga hadi akapoteza fahamu. Yong akafika haraka akamtibu Chi na kumtuliza baba yake, akimwonya kwamba akiendeleza ghadhabu hiyo Chi angeasi zaidi. Wakati Yong akimtibu Chi, aliona alama ya ajabu mgongoni mwake. Uso wake ukajaa mshangao kwa sababu alikuwa na alama ile ile. Hapo ndipo ukweli ulifichuliwa: Yong alikuwa amezaliwa na nguvu kubwa ya kiroho lakini baba yao ali sha nguvu hizo kwa Chi kwa sababu ambazo hazikueleweka. Ingawa Yong hakuelewa, kwa nini chuki na wivu vikaanza kuchukua nafasi moyoni mwake. Alitaka kumuua Chi lakini akasita. Badala yake akaamua kumuumiza kwa njia nyingine, kwa kujaribu kumtenganisha na Shia, kuchukua nafasi yake na kuwa mtu ambaye Shia angempenda. Baada ya siku chache Yong alitengeneza dawa maalum na akaimwasilisha kwa kiongozi wa kabila akidai kwamba ikiwa Chi angeinywa angepoteza kumbukumbu kumbu zote kuhusu Shia, ikiwemo upendo wake kwake. Kiongozi alifurahia sana na akamwagiza Yong amshawishi Shia mwenyewe ampe Chi dawa hiyo ili akubali kuwa hawawezi tena kuwa pamoja. Yong alimwendea Shia na kumweleza kuwa Chi alikuwa amechukua kiasi kikubwa cha nguvu zake za giza, kwa sababu hiyo kila alipohisi hisia kama upendo, moyo wake ulianza kudhoofika. Jambo ambalo lingepelekea kifo chake. Yong akamlaumu kwa upole akimkumbusha jinsi Chi alivyoumwa mara nyingi ili kumuokoa. Akamwambia kwamba kama kweli anampenda basi anapaswa kumsaidia amsahau kwa ajili ya usalama wake mwenyewe. Ingawa Shia aliumizwa sana na maneno hayo, hatimaye alikubali kwa ajili ya maisha ya Chi. Kabla hajajiondoa kabisa moyoni mwake, alitaka kutengeneza kumbukumbu za mwisho zenye furaha pamoja naye. Alitengeneza daftari lililojazwa ndoto na matamanio aliyotaka watimize wakiwa pamoja. Hakuweza kuelewa tabia yake ghafla, lakini Shia alimwambia kwamba anampenda akachora pete na kueleza kuwa katika ulimwengu wake pete hiyo ilikuwa ishara ya upendo wa milele kati ya roho mbili. Shia akahakikisha kila tamanio lililokuwa ndani ya daftari limekamilika, na hata akatengeneza zawadi ndogo yenye umbo la nyumba ya Chi, zawadi ya mshangao aliyokuwa akiikamilisha wakati huo. Chi alimwendea Yong na kumwonyesha mchoro wa pete akimwomba amtengenezee pete halisi. Yong alikubali. Usiku huo Chi alipanga matembezi ya kimapenzi penzi kwa mashua alimvisha pete na Shia alifurahi kupita kiasi, kisha akamwonyesha zawadi yake ile nyumba ndogo, na akamwambia aiangalie kila atakapomkumbuka nyumbani, kwa sababu hivi karibuni angeishi kwenye ikulu kama mfalme wa ulimwengu wa Rogo. Shia pia alikuwa ameandaa chakula kitamu na vinywaji. Wakati akimimina kinywaji, aliweka dawa hiyo kwa siri ndani ya kikombe cha Chii. Mara tu Chi alipoinywa alianguka chini bila fahamu. Shia alijua huo ulikuwa mwisho wa hadithi yao ya mapenzi. Akiwa analia, alimrudisha nyumbani. Young, alifika akamfariji na akaahidi kwamba hatamwacha peke yake tena. Upande mwingine Dong alimtembelea Chai ambaye alijifanya kuwa mgonjwa, lakini mara tu walipovua kinga yake ya kichawi Chai aliruka ghafla na kumshambulia. Ilikuwa ni hila tu. Dong alijaribu kumtuliza, bado akiamini kwamba Chai alimpenda, na akaamua kubaki karibu naye kwa matumaini kuwa upande mwema wa Chai ungefufuka tena. Alifunga kwa siku tano mfululizo, karibu kufa kwa njaa. Upande mwovu wa Chai ulimcheka ukijifanya kuwa mpole. Dong akidhani alikuwa amemrejelea Chai wa zamani, aliishiwa nguvu na kuzimia mikononi wake. Wakati huo huo, Shia aliomba msaada na Yong akaja kumchukua, akampeleka kuishi katika nyumba nyingine ili apate amani mbali na Chi. Baadaye Dong aliwazuru, aliposikia kwamba Shia na Chi walikuwa wametengana, alikasirika sana, kwa sababu alijua jinsi walivyopendana kwa dhati. Alipomuuliza Shia kwa nini aliachana na Chi, alijibu tu kwamba hakuwa na utulivu tena, kisha akakata mazungumzo. Muda mfupi baadaye Shia alikutana tena na Chi, lakini Chi alipomwona alionekana kutomtambua. Shia aliumia sana, akiamini kwamba Chi alikuwa amemsahau kabisa. Ukweli ni kwamba Chi hakuwa amesahau chochote. Dawa ile haikuwa na athari yoyote kwa sababu alikuwa ameweka kumbukumbu zake zote ndani ya pete aliyovaa. Alijifanya tu kumsahau ili kumlinda Shia dhidi ya maumivu ya siku zijazo. Chai alipopata hisia kwamba Chi hakuwa amepoteza kumbukumbu, alimtembelea Yong na kutumia nguvu zake za kichawi kumfanya apoteze fahamu, kisha akamtishia akimwambia anajua kuwa aliua msaidizi wake na kuficha mwili msituni aka msaidie kumwangamiza Chi ili Dong awe mfalme mpya wa ulimwengu wa roho. Baadaye, wakati Shia na Dong walikuwa wakitembea msituni, waliona muhuri wa kifalme uliokuwa umeanguka kutoka kwa Chi. Dong alipoufukua alikuta jiwe la ajabu ndani yake. Wote wawili waliligusa na mara moja wakapata maono ya pamoja kuhusu siku za usoni. Waliona maafa makubwa yakikaribia na kwamba Chi angejitolea mhanga kuokoa wengine. Wakiwa na hofu, walikimbia kwenda kumwonya kiongozi wa ukoo wa Waliobarikiwa. Hata hivyo, kiongozi hakuonesha wa wote. Alipokea muhuri huo na kusema kwamba angemuonya Chi awe makini, kisha akawaambia wakutane naye msituni siku ya fuatayo. Masina, leo tunaishia hapo, sehemu ya mwisho itakuwa hewani mapema kesho, na wakumbusha like zenu ndio unipa mimi nguvu. Hadi wakati mwingine, bye bye.